Biblia, ni mwambie, siku hizi Biblia hata wachawi wanatumia. Wana vipengele vyao kule wanavichukua, wanavihalalisha, wanasema mbona wana wa Israeli walitengenezewa nyoka wa shaba, wakaambia ukimwangalia tu utafanya nini, na wenyewe wanatengeneza nyoka saa kupitia neno la Mungu. Tuwe makini tu. Hivyo vifaa hivyo, kwa nini msitoe bure? Mimi sijui vinatulika vipi na siwezi kuvikataa, lakini kwa nini mnauuzia kwa bei kubwa? Na je, hivyo vifaa tiba ndio neno la Mungu nini kalifundishe ili a endei kulifundishe nini? Neno la Mungu hivyo vituaratiba vinaweza kuatiba. Vifaa vya kiroho vifaa vya kiroho vinaposemwa sio ibada. Vifaa vya kiroho sio nini? Sio ibada. Unaweza ukaongoza kumpaka mtu mafuta unaweza ongozwa uka mtu ukamwambia, ukaongozwa na Roho, kachukua haya maji, ukamwombea mgonjwa ameingia, ukampa, lakini usifanye ibada ya watu wa na

Hivyo vifatiba, kwa nini sivitoe bure? Mimi sijui vinatumika vipi, na siwezi kuvikataa, lakini kwanini mnauuzia kwa bei kubwa? Na je, hivyo vifatiba ndio neno la Mungu muujiza

Wanasema mbona wana wa Israeli walitengenezewa nyoka wa shaba, wakaambia ukimwangalia tu utafanya nini? Na wenyewe wanatengeneza nyoka zao kupitia neno la Mungu. Tuwe makini, tumeingia darasani, tukawasaidie wasiojua Mungu. Amen. na akamwambia vizuri, akasema torati hii, kitabu cha torati visitoke wapi? Kinywani mwako hmm? ile Yoshua moja nane akasema visitoke wapi? Kinywani mwako. Inamaana kwamba lazima usome na uweze kulitamka utamka, alafu akasema jatafadhari hayo maneno ya torati usiku na mchana tafakari yako, akasema ya yatafakarini maneno haya usiku na mchana, ili uweze kufanya nini? Ili kuweza kupita katika ile njia na baadaye kwenda kufanikiwa. Haleluya, amen. Usitan, usitan, sio utapeli, tapeli ndani ya kanisa, hapana. Mimi nafahamu chuo anafundisha na yafahamu, kwa hiyo nina hakika nendeni, mkawafanyie kazi, mkawaokoe waliokamatwa, waliosetwa, mkawarejeshe kwa Kristo Yesu. Amina, hii ni timu kubwa. Sasa huyu mtu akifunga account ya benki inakuaje? necujekufanya kazi ya Bwana. Biblia imetuambia tao kitabu cha la kale cha, cha, cha, cha, Agano la Kale mpaka Agano Jipya, watu watoe kwa moyo ukarimu. Unamwambia mtu auze kila kitu afanye nini? Alete nyumbani kwa Bwana na afunge account. Hapana. Mimi kabisa ninawaambia kabisa wanafunzi walipita katika chuo cha